Mrusi baada ya kusikia wa magharibi wanaenda kusaini mkataba mkataba na Ukraine ili kumuingiza katika Umoja wa Ulaya, Mrusi akasema msinitanie. Mrusi akaizunguka mipaka na njia za reli pamoja na njia za mabasi za magari, akaizunguka Ukraine akashambulia, hadi visasa ninavyokuambia, majimbo matano ya Russia ya Ukraine yako mikononi mwa mrusi. Warusi wanapambana we, askari wao wengi weshakufa, lakini mafanikio wamepata, wameteka vituo vyote vya maumeme wa nyuklia vinavyotegemewa hiyo Ukraine. Ninavyokuambia hadi sasa, imebaki Kiev peke yake, mji mkuu, ndio hawa jamaa wanajaribu kujilinda, na mrusi hataki kuipiga Kiev kwa sababu maalumu, anataka hii ameita oh, operesheni maalum, sio vita na wala hatumii makombora mazito, anatumia makombora ya kawaida. Lakini wa magharibi bado wakaendelea kumchukua Zelenski kumwaahidi silaha nyingi. Marekani akaahidi kupeleka vifaru vyake vya Abrahamu Marekani akabeba silaha aina ya silaha nyingi akapeleka vifaru akapeleka makombora akapeleka ndege F16, watu wakapewa mazoezi huko Ujerumani ya kuendesha ndege ya F16. F16 fighter jet, ndege bora kabisa ya kivita ya karne ya ishirini na moja, lakini haijafua dafu. Marubani wake walikuwa wanatunguliwa Mrusi akawaeka katika targeti akitumia zana zake za kisasa za kunutralize makombora ya Marekani yawe katika anga yasifike katika dango linalotakiwa. Mrusi amejipanga ameiteka Ukraine na Ukraine nayo akajitahidi kuingia katika jimbo la Urusi akakaa pale zaidi ya mwaka mmoja, lakini kilichomtokea ajarudi na mwanajeshi nyumbani wote walikuwa marehemu. Mrusi akachukua jimbo lake na anaendelea na operesheni zake katika Kiev. Zelensky amepagawa, vita inakwenda mwaka wa nne, inakwenda mwaka wa nne. Zelensky hana matumaini ya ushindi, aoni ule mshawasha wa Magharibi, kwa sababu Mjerumani alitoa vifaru aina ya Leopard navyo vikafeli. Jerumani, vifaru vyake vilikuwa sawasawa sawa na baskeli ya mabua. Abrahamu, Abrahamu tenki zikawa kama vile mkokoteni wa kubebea maji stinga. Misaili zilikuwa cha mtoto, ilikuwa sawasawa unarusha jiwe na kumpopoa ndege. Mrusi akastand tall kujikinga na haki zake. Mrusi ana haki ya kuipiga Ukraine kwa sababu mlango uliobaki ni mlango wa Ukraine. Kama mlango wa Ukraine unachukuliwa na NATO, usalama wa Warusi unakuwa ni sifuri. Usalama wa Warusi unakuwa zero bin zero. Vladimir Putin akishirikiana na mataifa ya Korea Kaskazini, akishirikiana na Uchina na washirika wake wakubwa wa, wa miaka mingi na kikosi chake cha waji na grupu. Hadi hivi sasa ninavyosema, Mrusi vita ameshashinda, hicho baki ni kukusanya masalia madogo madogo. Sasa hivi Zelinski anafuga ndevu kama kichaka cha kufugia panya au mende. Hana jambo, amechanganyikiwa. Jana sasa Vladimir Zelinski, Vladimir Zelinski siku ya jana tarehe kumi na saba alikuwa Washington DC, alikutana na mtu mmoja anaitwa Donald Trump, ambaye ndio rais wa wa taifa hili la kibebelu duniani na Marekani. Meno yake shaota, amebaki na meno matatu, meno yote kumi na tisa ya shang'oka. Marekani hana meno, amekuwa kibogoyo. Zelensky jana akatua Washingtoni, akaenda kukutana na Bwana Donald Trump. Wanasema anasoma gazeti lanaita na The Guardian, wanasema The European Time, wanasema Trump hesitated about giving toma waki to Ukraine, saying hopeful they won't need it as it happen. Anasema Bwana Trump kwamba wanasema Trump anasita kuwapa makombola ya toma waki wa, wa Ukraine. Sababu ni nini? Wanasema Ukrainian president, repeat, call for weaponry. Bwana Zelensky akaendelea kuita wito wa silaha kutoka, kutoka Marekani. But U.S president insists they are not easy for us to give you, sio laisi kukupa wewe silaha, why? And they say Putin want to end the war, Putin yanataka vita iishe. Haya ni maneno ya Trump, kwa sababu uchumi wa Marekani umeporomoka Marekani amepata juzi soko la hisa la Marekani imepatikana asala ya dola trilioni tatu pa one day. Hii ni, ni asala kubwa kwa Wall Street. Wale watu wa uchumi mnaosoma, ninapoongea Wall Street mnawajua e, ripoti hii imeletwa na maya Young, tom ambrose na salahaka, ni mapema mapema kabisa wanasema kwa hiyo bwana Donald Trump hawezi kutoa makombola ya toma waki kumpa, mlu, kumpa Ukraine. Amemwambia kwa sababu tunataka tumalize vita hai toma waki hazihitajiki tena, kwa sababu unapopeleka silaha lazima zitumike, na vita lazima iendelee. Trump ameamua kujifunza jambo, lakini Trump sio mtu wa kumwamini kwa sababu Trump anamilikiwa na global elite, watu wenye kampuni ambayo inaitwa United States of America. Serikali ya Marekani ni shirika, ni kampuni inamilikiwa na matajiri, kina Rothschild, Rockefeller Family, Oppenheimer, Du Bois hawa wanajiita the elite. Elite for what? Elite for suck of the blood of the poor. Hawa ni wanyonya damu za maskini. Kwa hiyo, ndugu wana wa Afrika, huu ndio mustakabali wa Ukraine na uzembe wake aliofanya wa kuegemea magharibi. Magharibi haaminiki, asikupe ahadi hawezi kuitimiza, na hizi ndio sera za wazungu. Wazungu, ndio maana babu zetu wakawaita wazungu. Maana yake mzungu, kazi yake kukuzunguka. Mzungu mzungukeni, haaminiki. Anasema, he said one of the reason you want to get this war over is that that not easy for us to give you a massive number of every powerful weapon. Hayo ni maneno ya Trump. Anamwambia sababu mojawapo tunaofanya sisi tusikupe silaha kali na nzito, na sio rahisi kwetu sisi kukupa silaha hizi. Anasema hopeful, kwa matumaini sana. They won't need it, wa Ukraine hawahitaji hizi silaha. Haya ni maneno ya Donald Trump. Tunamwita jogoo kibwenzi. Najua wana wa Afrika mnamjua jogoo kibwenzi, shingo yake haina manyoya. Huyu tunamwita kishingo, ana nywele kichwani tu, na ndio bwana trump. Trump ni kama kijogoo kilichokosa nywele shingoni. Anasemaje Trump? Anasema, hope we will be able to get the war over with without thinking about toma waki. Tunaweza tukamaliza hii vita bila kufikiria habari ya toma waki. Wakati huo, bwana Zelensky yuko kwenye mkutano, maana Trump siku hizi ameamua, staili yake ya mkutano yake ni kuwazalilisha viongozi wote wa dunia wanaofika Oval Office, anawaitia waandishi wa habari na maswali mazito Ubuntu bantu wa Afrika ni watu sio manyani. otepu amenira